ambayo tuliwaalika ni kwa ajili ya kuja kufanya uamsho wa kiroho katika kanisa letu, lakini pia kuliombea taifa letu. Na wao wana uzoefu mkubwa na mambo ya siasa yanayoendelea Kenya, kwa hiyo wamekuja kutubadilishana uzoefu, pamoja na hayo, kutuhimiza umuhimu wa maombi, umuhimu wa amani katika nchi yetu. Na kama kanisa pia tunatoa rai kwa waumini wetu, tuendelee kuliombea taifa hasa mwaka wa uchaguzi um, kama kanisa hatujiingizi kwenye siasa, lakini tuna waumini wetu ambao wanaweza wakawa ni wanasiasa au wakafanya siasa. Kwa hiyo wafanye siasa ya ustaarabu, lakini pia tuwashauri viongozi wengine wa dini uh, wasiwe wanasiasa. Sisi ni sehemu ya makimbilio pale ambapo nchi itapokuwa kwenye shida, tuna kazi ya kuombea, lakini tuna kazi ya kufanya usuluhishi, kwa maana waumini wetu pia uh, ni sehemu ya siasa, pia tunaweza tukaambia kwamba waweze kusamehe waweze pia kujishusha. Kwa hiyo tutoe rai kwa viongozi wengine wa kidini ya kwamba tuliombee taifa letu na pia tusiwe sehemu ya uchochezi, bali tuwe tusiwe, bali tuwe sehemu ya kuleta amani na kuchangia amani kwa maombi na kwa ushauri. Katika wiki hii yote ambayo tumekuwa hapa, tumekuwa tukijaribu kuleta washirika wetu ama waumini wetu na wale wengine ambao wote walitutembelea waweze kujihoji mioyoni mwao Naweza kujitoa upya kwa Yesu Kristo kwa sababu tunajua kwamba katika dunia hii kuna dhiki, kuna majaribu. Na hivyo kwa sababu hiyo majaribu hayo yote, Mungu wetu waweze kusikia watu wake, aweze kuwarejesha kwa upendo wake kama jinsi ambavyo walikuwa hapo mbeleni, hapo awali walipoamini na kuingia katika kanisa. Na kuhusu jinsi ambavyo tulikuwa tumekuja ili kuweza kuombea nchi ya muungano wa Tanzania, hiyo nalo ni jambo ambalo tumelizingatia sana kwa sababu tunataka ya kwamba waumini wasiweze kuwa na vita na serikali, waweze kujua jinsi ya kufanya hata kama ni kampeni za viongozi wao, na kuwatii, na sana sana kushikilia serikali kwa njia ya maombi badala ya vita ama kupingana na wao. Na hivyo basi ni jukumu letu vile ambavyo tumeomba hapa hii wiki, maombi hayo haitoshi. In fact tunapaswa kuomba mpaka wakati ambao ile uchaguzi itakaporudi nyuma yetu na ni kwamba wachungaji wote, kwa sababu sisi ni mabaruzi wa nchi ya binguni tunapaswa kufanya maombi mara nyingi, na kwa sababu tunajua kwamba furugu ambazo ziko katika nchi hii ya Tanzania na zingine pia, tunajua ya kwamba inaweza ondolewa kupitia kwa maombi. Na hivyo basi, in fact hata ni sisi tumerara kwa kazi yetu, ndio pengine nchi unasikia ziko na machafuko kwa sababu hatuombe kwa sababu tunaamini ya kwamba sisi watu wa Mungu tunapoongea na Mungu kwa njia ya maombi atakomesha hayo yote, na hivyo basi ni ngeshauri wachungaji wenzangu wote katika nchi ya Tanzania na kwingineko waweze kuwa na tabia ya maombi, kwa sababu ni kweli maombi itafanya mambo makuu na itabadilisha watu tawale, ambao wako na roho mbaya watakuwa watu wazuri. Uh, dunia nzima imeharibika, mashindano yako kanisa, wakati mwingine tunajaribiwa kujingiza katika siasa. Na wakati kanisa linaingia katika siasa, kunakuwa na changamoto na hatari kubwa kwa sababu sasa yule roho wa Mungu uh, anaondoka. Kanisa kazi, la, kazi yake ni kuleta watu pamoja na kutambua ya kwamba viongozi Mungu ndiye huchagua. Sisi kama waumini Mungu anatutumia katika hali ile ya kupiga kura, lakini Mungu anajua njia iliyo bora. Kama vile mtangulizi wangu alivyosema ni kwamba tunapokuja pamoja kama kanisa wale sana sana viongozi wachungaji na mashehe tukizungumza na waumini wetu tuwaambie jukumu kubwa la kuchagua viongozi ni Mungu, hivyo tumtangulize Mungu, wawe wana imani ya kwamba Mungu ndiye anayetuchagulia viongozi. Hatutakuwa na mashindano, hatutakuwa na vurugu, wataomba na watulie, waondoke ile siku ya kupiga kura wakijua ya kwamba kila mmoja ni ndugu ya mwenziwe, wale walio upinzani, wale walio serikalini, sisi wote ni wamoja na atakayechaguliwa haya, awe alikuwa upinzani ama awe alikuwa katika serikali, yeye ni mmoja wa wale washirika ama wale waumini na wanaraia wa nchi moja ya Tanzania. Amekuwa pamoja nasi tukikumbushwa mambo muhimu katika maisha ya Kikristo, kusimama kama Kristo alivyotufundisha, na hasa tukijua tupo katika siku za mwisho na yeye anakaribia kuja upesi. Lakini katikati ya kuamshwa huko, pia tumeomba kwa mambo mbalimbali kwa ajili ya maisha ya kiroho lakini pia kwa ajili ya mambo ya taifa letu, kama Tanzania ambavyo tupo katika wakati ulio makini ambao kila um, Mtanzania anatakiwa kuweza kulichukulia jambo hilo katika umakini wake. Kwa hiyo tumeliombea taifa amani na mshikamano, na ndicho ambacho kilikuwa kinahitimishwa siku ya leo ambayo ni Sabato, siku ya ibada. Kwa pamoja tumekutana ili tuweze kumshukuru Mungu kwa kuwa ametusikia kwa wiki nzima. Uh, maombi haya yatakuwa endelevu kwa sababu tumeamshwa ya kwamba maombi ni maisha ya kila siku ya wale ambao wanatazamia wana uh, maisha ya kiroho ama ambao wanamtazamia Yesu Kristo kurudi hivi karibuni. Kwa hiyo maombi ni ya kila siku na tutaendelea iwe ni kwa ajili ya maombi ya kiroho, maombi kwa ajili ya taifa letu, kwa sababu ndiko mahali ambapo tunaishi tunatamani ya kwamba watu wazidi kumjua Mungu zaidi pale panapokuwa na amani na utulivu, na ndivyo maandiko yanavyotuambia.